Wanakuwa wamebatizwa katika Kristo, tunasema wamebatizwa katika Kristo. Yohana alisema watabatizwa kwa roho Mtakatifu. Kwa hiyo wanakuwa wamebatizwa katika Kristo, wanakuwa wamehesabiwa kwamba walikufa pamoja na Kristo, walizikwa pamoja na Kristo na walifufuka pamoja naye amen. Amen na jana tukaona katika Warumi sura ya nane ule mstari wa kwanza Warumi sura nane mstari wa kwanza. Hayo jana ni nitakuwa ni, ni na, na, na, kwa sababu naelekea mahali, na nitakuwa ni naenda na nyinyi haraka haraka, hayo maeneo niwapitishe kidogo. Warumi sura ya kumi ule mstari wa nane na wa tisa, a Paulo alikuwa anajadili jambo la jinsi ambavyo mtu anawezaje kuamini. Amen, anasema lakini anenaje? Anenaje? maana yake maandiko yananenaje? Anasema lile neno li karibu nawe katika kinywa chako, katika nini katika nini? Na katika moyo wako, yani lile neno la imani tulihubililo. Kwa hiyo anasema kwamba ah, lile neno sio kwamba liko mbali, li karibu nawe, wapi? Katika kinywa chako na katika wapi, moyo wako. Kwenye maana yake hauwezi ukasema mambo ambayo hujayamini moyoni. Neno la imani, maana yake ninasema kwa kinywa changu kila ambacho nimeamini moyoni mwangu kwa habari ya kila kwa habari kwa, kwa, kwa ya kile ambacho Yesu amefanya kwa ajili yangu. Okay? Kwayo, akisha, akisha injili, akisha injili. Kwa hiyo mtu akishahubiriwa injili akishahubiriwa injili kwa habari ya mauti ya Yesu kwa habari ya kuzikwa kwake kwa habari kwa ya kufuka kwake, huyo mtu anam, anayamini hayo mambo moyoni mwake anaweza sasa akayasema, na katika kuyasema anakuwa anasema maneno ambayo tayari ameamini kutoka ndani ya moyo wake, yamekuwa warisia ya wake. Bwana Yesu asifiwe sana